Maafisa wa usalama katika kaunti ya Baringo wameanzisha doria kwenye barabara ya Marigat kuelekea Chemolingot ili kukabiliana na visa vya mashambulizi dhidi ya magari ya wafanyabiashara. Akizungumza na wanahabari, kamanda wa polisi kwenye kaunti hiyo Julius Kiragu amesema katika kipindi cha wiki moja iliyopita, visa vitatu vya, vya magari kushambuliwa kwa risasi vimeripotiwa. Aidha, Kiragu ametoa hakikisho kwamba maafisa usalama, wa usalama watawakabili wahusika wa mashambulizi hayo kwani tayari wana taarifa muhimu kuwahusu na kwani vijana wenye umri mdogo. Tumefurahi leo venye tumeona maafisa wa usalama ni wengi, na tumekuwa na hofu siku mingi tukikuja, hakujaa kama tumeogopa imeanza kumutate eh, na kuwa mambo ya highway robbery. Tumekuwa na incidents kwa hii soko ambaye ilifamiwa about a week ago, na wakaingia kwa mpesa wakaweza kuiba pesa kidogo um, uh, last week, uh, tumekuwa na 20 incidents ambaye eh, wameweza kushambulia magari ya, ya, ya, ya biashara ambaye nafanya biashara imebeba mboga chakula nini kipeleka Chemolingot na ile zingine so hiyo ndio imefanya tuwe kwa kwa hiyo highway na ile highway ambayo imekuwa na, na ile sehemu ambayo kamekuwa na matatizo ni kutoka hapa Roruku mpaka Kambi ya Samaki. Hii patrol inatoka hivi inaenda mpaka Marigat kwa hii njia, inatusaidia sana juu haiwezi kaa like 10 minutes kama wajapita